Kuna mtu amekuja kwa hii mlima, anasema ya kwamba mali nimefika nimeshukika, mali nimefika nimekata tamaa, mali nimefika sioni kama nitaweza ao wa watoto, mali nimefika sioni kama naweza kuajiriwa, mali nimefika sioni kama nitajenga nyumba yangu, mali nimefika sioni kama nitaendelea. Huyo mtu mwenye ameshikwa na roho ya hofu, nimekuja kusema nimecheleweshwa

kujipa moyo watu wataendelea kukupita. Jina yeah, la Bwana libarikiwe. Yeah. Eti ombea adui wako ajibu, aishi siku nyingi, ili unapobarikiwa ajionee kwa macho. Jina yeah, la Bwana libarikiwe. Alafu yeah, ndio sema walio kudharau yeah. Ukifanya bidii watakusalimia kwa heshima. Usipofanya bidii bado tutakudharau.